Naam, hilo ni basi la wekundu wa Msimbazi Simba likiwa linatoka hapa katika viunga vya Benjamin Mkapa, mara baada ya shughuli kubwa ambayo wamefanya leo kuhakikisha kwamba eh, timu inakwenda nusu finali na kuendelea kuiheshimisha nchi kunako eh, mpira wa kimataifa, na kama ambavyo eh, tumeona wekundu wa Msimbazi Simba Eh, siku ya leo wamefanikiwa kuibuka na ushindi wa bao mbili kwa sifuri, eh, magoli ambayo yaliwafanya kuwa na agregati ama ule uwiano wa magoli mawili kwa mawili na mchezo kuamuliwa kwa matuta, ambapo Wekundu wa Msimbazi Simba wakipata jumla ya matuta yote ambayo wamepiga siku ya leo. Eh, hao ni wachezaji wakiwa wanatoka hapa, eh, katika basi lao ambalo, eh, ndo maeneo yao ya kujidai siku zote e, na kuna Msimbazi Simba anaendelea kusalia kuwa timu pekee kutoka ukanda huu wa Afrika Mashariki na Kati kusalia katika michuano ya kimataifa msimu huu e, kama ambavyo unavyoona hivyo linga hilo taratibu likiwa linatoka hapo e, safari ndogo mdogo hiyo eh, lakini ni shangwe eh, kweli kweli eh, mashabiki wakiwa wanashangilia eh, timu ikiwa inatoka hapa, lakini pia haya, haya ni wachezaji.